Habari, karibu SEMA. Huku mtaani kuna watu wanasema oh, wanawake wako kwenye hatari zaidi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kuliko wanaume <laughs> nikuulize swali, unadhani maambukizi yanajali kama wewe ni mwanamme au ni mwanamke? Mwanaume ana nafasi ndogo ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kulinganisha na mwanamke. Kwa mwanamke sehemu zake za, za ukeni ni laini, ambapo inapelekea mchubuko kwa rahisi wakati wa tendo hivo kutoka mwanaume kwenda kwa mwanamke ni rahisi sana kuliko ni kutoka mwanamke kwenda kwa mwanaume. Mifumo ambayo imetukuza mifumo dume, mwanaume ana nguvu zaidi ya kufanya maamuzi au kuinfluence nini kifanyike kwenye mahusiano kuliko mwanamke, na hii ime, imekuwa inaathiri sana namna ambavyo uh, watu wanatumia condom, lakini pia kuna factors kama vile uchumi fursa za kiuchumi zimekuwa nyingi zaidi kwa wanaume kuliko wanawake. So, kwenye mahusiano unakuta kuna mmoja, hasa wanaume, ambao wana nguvu zaidi kwenye masuala ya uchumi kuliko mwanamke. Na hii inamfanya kwa namna moja nyingine awe vulnerable wakati wa kufanya maamuzi, kwa sababu kuna namna ambavyo anamtegemea somehow mwanaume ili kuweza ku provide vitu vingine. Kwa hiyo anachokisema most likely ndio ambacho kinaenda. Hapana, kwa upande wangu, unaona kutokana na, na na jinsi wanaume wengi hawana mwitikio mkubwa katika swala la kwanza kupima. Wanawake asilimia kubwa sana wakiwa wakipata ujauzito lazima waende hospitali kucheki afya. Kuna wakati unaweza ukadhani wanawake wanapata maambukizi ni wengi au wanapata maambukizi kwa urahisi kwa sababu ya takwimu yao au idadi yao. Lakini utashangazwa siku wanaume wakiamua wajitokeze kwa wingi. Mwanaume yule ambaye amefanywa tohara anakuwa kwenye nafasi ndogo ya kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI kwa sababu ile ngozi ambayo inakuwa iko kwenye uume imekatwa, na ile ngozi inayokatwa ndo ambayo inatunza chafu inatunza na bakteria. Mazungumzo juu ya kondo na matumizi ya kondom mara nyingi huwa yanaletwa na mwanamke na mara chache sana yanaletwa na mwanaume, kwamba tutumie kondom. Naone mwanamke anaweza kusema tutumie kondom, lakini mwanaume akabisha, kwa nini tutumie kondom? Au ni amini na mengineyo ambayo kweli anamfanya mwanamke ata pozishen ya kupata maambukizi kirahisi. Nadhani kuna haja ya kuwa na njia mbadala zinazompa mwanamke nguvu ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi bila kutegemea maamuzi ya mwanaume.